Sita ya mwezi wa tano mwaka 2025 katika mahakama ya Hakimu Mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu, shauri la kesi ya, ya uchunguzi jamhuri e, dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa mbele ya Hakimu Mfawidhi e, Franco Kiswaga ambapo e, nitakiwa kwamba kesi iweze kukuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kutajwa. Kichojitokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea aku katika mahakama ile ya, ya kule gerezani eh, kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kukua katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Upande wa mashtaka wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika. e, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uwaini ya sasa ya uchunguzi haujakamilika mbali ya kwamba e, uchunguzi kesi nzima inaegemea ina, ina, ina, ina katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo e, tarehe tatu ya mwezi wa 4 mwaka ishirini ishirini na na, na, na, na, na tano. Sasa upande wa utetezi tuko tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na na, na kwamba upelelezi hujakamilika, lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale ambayo maneno ambayo alitamka ndio ambayo nasema kwamba ilisababisha mashtaka mashtaka hayo ya kesi ya, ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha, cha zaidi ni kwamba upere, upande wa mashtaka ulete ule, ule, ule, ule, vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria ku, kuleta watakuwa tayari watapandisha, lakini mwisho wa siku hakimu Kiswaga ametoa amri kwamba siku tunapokuja tena tarehe kumi na tisa ya mwezi wa, wa tano, 20, 25, upande wa mashtaka ulete maelezo kamili kwamba upelelezi umefikia wapi na kesi haiwezi kuwa inaendelea kuwa, kuwa inaahirishwa kwa hadi za, za nani za kusema kwamba uchunguzi uta haujakamilika au. Basi kwa hiyo kesi hii itakuja mnamo tarehe kumi na tisa ya mwezi wa tano ishirini na tano na tunategemea kwamba upande wa mashtaka utaleta maelezo sahihi kwamba upelelezi umefikia wapi ili kesi ambayo inamkabili mteja wetu iweze kuanza na sisi tuweze kuonyesha jinsi gani mteja wetu ana hatia kwani utaweza kujitetea na mwisho wa siku wa watanzania na wao vilevile waweze kuamua katika e, akili zao, lakini kikubwa zaidi mahakama iweze kutoa hukumu inayostahiki. Asante. Sisi tumesema kwamba kwa kuwa kwa kwa kesi nzima imeegemea katika maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza kwa kwamba kuna matendo ambayo mteja wetu aliyatenda huko baada ya, ya kutamka yale maneno sawa lakini kesi nzima imeegemea maneno yaliyotamkwa, na kwamba ndio hayo ambayo ambayo yaliitisha serikali. Kwa hiyo tunapenda tujue, tuonyeshwe jinsi gani serikali itatemeka kwa maneno ya Tundu Antipas Lissu ambayo anaambia wananchi kwamba waweze kuchukua hatua zinazostahili kupigania haki zao za kidemokrasia. Asante. Hebu niongezee kitu hapo. Pamoja na kwamba upelelezi unaendelea, lakini sisi upande wa utetezi hatujaridhishwa na hatua ambazo zinachukuliwa kwenye upelelezi wa shauri hili na na hatuja ndo maana tumelalamika mahakamani kwamba upelelezi huwezi ukachukua muda mrefu kwa shauri ambayo inahusiana na maneno maneno ambayo anayo yako kwenye YouTube yako kwenye CD na kila mtu anayo na mshtakiwa wanaye. Kwa hiyo hatuoni ambacho kinapelelezwa, ndo maana tumeieleza mahakama na mahakama imetoa amri kwamba tarehe inayofuata upelelezi huo umekamilika kama hujakamilika hatua gani imefikiwa na nini kinakwamisha huo upelelezi kwa hiyo tunategemea tarehe inayofuata tutapata majibu sahihi kutoka kwa upande wa serikali, lakini pia mahakama itatoa maelekezo mengine. Lakini maelekezo ya leo ni kwamba, moja upelelezi ukamilike tarehe inayofuata lakini mbili, tutakuja tarehe 20 mwezi wa tano tarehe kumi na tisa. Tarehe kumi na tisa mwezi wa tano kupata, kupata majibu sahihi ya huo upelelezi lakini jambo kuu ni kwamba mahakama imeelekeza upelelezi ukamilike kwenye shauri ambayo inamkabili Tundu Antipas Lissu.